Ni vyema unapopata mafanikio unapopata mafanikio uzisimulie pia na changamoto nazopitia. Madawati mliochanga, ninaamini ingekuwa kama kuna uelewa sawa ambao mliokuwa nao awali, ninaamini ningeenda hata mara tano ya kiwango mliochanga kabisa. Lakini kuna kitu ambacho ni vyema tukiweke vizuri. Mkurugenzi anatangulia kusema ya kwamba haya shughuli magrupu hayako kwa ajili ya za kisiasa lakini mpango wangu mimi muliupa itikadi ya kisiasa. Nilisema ivestma zeno na hata leo nikiwa na washukuru, bado nitaendelea kusema, na hata hiyo siku nyingine nitaendelea kusema iliendelee ukama fedha za watu. Mimi ndiye mkuu wa wilaya, ninawataka upande wa elimu ambao wananisikia, mkurugenzi Masen mimi niliwaita niliwauliza, wakanileta takwimu mezani ya kwamba sehemu fulani kuna upungufu moja mbili tatu. Wengi mnapita pale chifu Kijulile, lakini mlikuwa mjuu ya kwamba chifu Kijulile pale kuna watoto na kali ya ndoo. Naelewe kabisa mimi nikiwa kama niye mkuu wa wilaya hilo linafanyaje? Ninaelewa mmesikia takwimu si zilivyotaja namna shule mbalimbali zilivyotelekiwa, si madawati yake ni kwamba tatizo lipo. Kama wakuu wa wilaya wengine hawakulisema, mimi nimeamua kulisema, lakini ilikuwa ni soko kweli. Haiwezekani sokulodeka mbao zote wazazi wanachangishwa. So, kuna story mii, watu wako katika mlengo wa kwamba hawaamini kwa tatizo halipo, lakini tatizo lipo siku moja ikanibidi, kuna jamaa mmoja alikuwa anaandika mesi nyingi sana sitaki kutaja kutaja majina, anaandika mesi nyingi sana nikawaita, sababu nacha huku, huyu unafahamu? Akasema huyu jamaa unafahamu, haishi hapo, lakini ukwa unaifuma. Nashukuru Mungu, hiyo siku inakuja kwa shughuli gani vile sijui, walikuwa walimu wakuu vile, nikamwita ule mwalimu ambaye nafuli ameamba pale ifuma, nikamuguwa samani uwe kwako kule hali kwenye na upungufu madawati asiopungua thelathini na tano hivi, yaani hiyo haraka haraka kitabuni, ile haraka haraka nimuulize tu hapo nikamuuliza mtendaji wa kijiji akaniambia upungufu upo, lakini yuko mtu kwa sababu tu kitabu chake kile kiko ifuma haishi ifuma sasa hivi hataki kuamini kwamba nyumbani kwao kuna tatizo la madawati.

lakini kwa nini mkoa mlione ili tatizo ni kwamba kama likashauliwana msungumza kwamba iliwekwa katika ngazi ya kata, ngazi ya vijiji na wazazi wanapambana wao kwa wao. Dhamira yangu ya kuja na hii kampeni ni kuwapunguzia mzigo wa wazazi, haiwezekana kufuta tatizo la madawati na ktotonawamejasisonakokuataka ambao umepata mbao ngumu sana Hii kampeni imesaidia sana. Imetutoa sehemu moja na kutupeleka sehemu nyingine. Makamu mwenyekiti pale yupo halmashauri wataalamu wapo DTU hapo. Sidhani kama mna bajeti ya madawati. Ndio sasa kuna bajeti. Hatuna labda kupitia miradi ya yes, tunaendelea lakini bajeti kabisa hatuna. Yaani hakuna kabisa bajeti ya madawati. Bali hivi au ni kama wadau wa mfumo mmoja mmeweza kuwezesha sana. Nilijitahidi kutoa elimu na kuongeza, sifichi, ili vile nilibidi hata baadhi ya watu ambao wa wako kwenye WhatsApp group, wengine nilikuwa nawapigia simu moja moja kuwapa elimu na uhalisia uliopo, ndio ilikuwa na mdu group, wanaeleza watu wa kwa tatizo lipo, lakini watu walianza kulikataa kabisa, lakini kitu

ndio nafikafika leo wote wapo sita waliofuata kayono kama watano hivi na kina ule na mwanuka wawili, ndio yaaandioitokeza kwenye ama waliouliza maswali wananchi karibu thelathini. Tafsiri yake ni kwamba kama tunachukuana sisi kwa sisi, tafsiri yake ni kwamba sisi ni dugu, hatuwezi tukagawanyika kwa sababu ya itikadi za kisiasa Hatuwezi kutugawanya kwa sababu gani? Itikadi za kisiasa tunaweza tukarudisha maendeleo nyuma kwa sababu itikadi hizo. Sasa sijajua kwamba walimu wanasema kwamba walimu kanga madawati na kisiasa sirewi nichukue fomu, maana tulikuwa walitengeneza jida ehhe. ni kwamba tumefanya jambo kubwa sana hii kwa ajili ya watoto wetu, lakini ni lazima muda mwingine kupitia makundi yetu haya tuelimishane baadhi ya vitu. Mara nyingi ningi huwa nikikutana nao mahali pake, huwa nawatania nasema, nyie wamisionari ndiyo limelemazia wananchi hiyo wilaya ana mlikuwa mnawapa nguo, mlikuwa mnawasomesha, mlikuwa mnawapa chakula. Inafika wakati utasahau kwamba jukumu la kulea mtoto, jukumu la kusomesha, jukumu la kumvisha, jukumu la kumlisha, kila kitu jitukila kwake. Ndiyo maana tutupa likui kutupa hu wanaishatukucheka lakini